Kwanza mechi ikawa ngumu hey. lakini kikubwa all in all, sisi hatupo katika kulalamikia marefa sisi hey, hey. tunachoangalia, tunapambana na mechi zetu hey. kila mechi kwetu ni fainali hey. kila mechi kwetu hey. sisi tunataka ushindi wa point hey. tatu yani hey. hicho ndio kikubwa hey. hey. mimi nimeridhika performance ni hali hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. ya juu na hapa watu ndio wajue tofauti ya meneja na kocha, wajue tofauti ya meneja na kocha, ndio maana wakaambiwa huyu ni meneja sio kocha hey. umeona sababu alizozifanya wewe, una, hivi chagea, ni kocha gani anaweza akasubutu kumweka mchezaji kama Mpanzo au Jonathan Soa nje au Jean Charles au top scorer wa timu leo anaenda anaanzia benchi? Kwa hiyo ile inaenda kutengenezea nini morale kwa wachezaji? Kwa hiyo mchezaji anakuwa hawezi kujiamini, kwa hiyo commitment inakuwa inapatikana hali ya juu. Na ndio maana kipindi cha pili walivyokuja tumekuja kitofauti. Kwa hiyo wale walikuwa kama ni sawasawa na kicheche. Unamjua kicheche? Kicheche huwa mara nyingi akitaka kumkamata kuku anamtegeshea nini? Anamtegeshea mchele. Sasa matokeo yake wale JKT kipindi cha kwanza wametegeshewa mtego, wameingia kwenye mtego. Matokeo yake kipindi cha pili tumekuja, tumeimaliza mechi. Imekuwa kama kawaida kwa Wilson Nangu, nyumbani kwake alipotoka. Hii leo tena anazidi kuadhibu hapa hapa. Nini siri ya mafanikio? Uh, Wilson Nangu nadhani alifunga kwenye klabu bingwa, kwa hiyo Wilson Nangu huu ni mwendelezo. Mabeki wa Simba wote, yaani mabeki wa Simba ni sawasawa na mafuadi, yaani mpaka sasa hivi kwa upande wa mabeki tuna goli takribani tano zote so, zinasababishwa na nini? mabeki wa Simba ni sawasawa na fuadi zao, kwani Dube ana magoli mangapi? Dube ana magoli mangapi mpaka sasa hivi? Umeelewa? Kwa muda, mabeki wetu ni sawasawa na fuadi zao, si umeelewa? Kwa msimu mwingine, Simba Sports Club anakuja kuutumikia uwanja huu anaondoka na alama tatu watani wenu yanga africans wanapokuja kwenye uwanja huu unakuwa ni mgumu sana kupata matokeo nini sirio hasa kwa simba sio ah, simba ni timu ya tofauti kwanza sisi hapa tuko nyumbani huu ndo uwanja wetu wa nyumbani tunaujua vizuri uwanja wetu alafu sisi ni watoto wa huku huku kwani sisi tunakaa wapi <tip> ni dakika mbili hapa kuelekea kamili kwetu kwa hiyo sisi, sisi huku ni nyumbani si umeelewa timu yoyote inayoishi upande wa kaskazini huwa ina maendeleo kwa hiyo sisi ni watoto wa kaskazini, sio si watoto wa kusini. Kwa hiyo wale wanatoka, Wale wanatoka kusini, huu ni upande wa kaskazini. Kwa hiyo kwa sababu sisi tunaishi huku huku tunawajua JKT vizuri, na uwanja sisi ni wa kwetu JKT. Hapa wao ndo, wao ndo wageni. izungumzia michezo mitatu ya lim Pantev. Mchezo wa kwanza wa klabu bingwa kwenye second preliminary round, lakini mchezo wa pili alitoa sare katika dimba la Benjamin Mkapa. Leo hii anaendeleza tena kugawa pasi na burudani kabisa kwa Wanasimba, kila mmoja anafurahi. Bado mna shauku ya kumwona Dimital Pantevu akiwapa ile ahadi na kiu ya Wanasimba. Kwanza unaelewa maana ya neno dimito. Dimital ni kitu chenye iq kubwa, ndio maana neno dimito ile ni neno la Kigiriki. Sawa, niko live usikivu Pantev, mwenye akili kubwa. Na ndio maana tukamua tukamwita meneja, sio mwalimu. Maana yake meneja saa ni zaidi ya kocha. Meneja anafanya kazi kubwa, meneja ni mwalimu, meneja anaweza akaimeneji timu nzima, benchi la ufundi nzima. Sasa sisi tulivyosema kwamba tunabadilisha atumwiti huyu ni kocha huyu, anaitwa meneja. Wenzetu wakaanza kuongea maneno mengi, wanajisahau. Arsenal wanatumia meneja, Manchester wanatumia meneja. Kwa hiyo Simba huko tumeama kwenye kocha. Sisi hatuna kocha, wao kuna makocha wa... sisi hatuna kocha, sisi tuna meneja. Umeelewa? Wale sasa wanaotaka CV, kuna mwalimu amekuja hapa, amekuja na mabegi sita ya CV Sawa, makaratasi ya cvc hatuhitaji karatasi sisi, tunataka vitendo on the pitch, yeah! Kwa hiyo kikubwa ni kuambia wanasimba tuwe katika hali ya utulivu, na yule mpumbavu anaoendelea kuiongelea Simba vibaya akiwa amevaa nembo yetu, shughuli itamkuta, shughuli itamkuta. Sisi tunachokitaka wachezaji wetu wapambane, kuipambania nini? Kuipambania timu wataongea mwishoni watafanya nini watanyamaza lakini kikubwa simba sio timu ya kuisema sema simba ni timu ambayo ina pruvu kwa vitendo simba ni materialist timu we, we, we, just, just pruvu by using what practical orientation that's all bana tuzungumzie goli la jonathan so kwa upande wako unasemaje mimi sijawahi kuwa na shaka na jonathan so mpaka sasa hivi jonathan so tangu aje simba amecheza mechi kumi na nne katika mechi kumi na nne ni mechi mbili tu ambazo hajafunga magoli siumelelewa Mechi ya kumi na tano aliingia dakika tano, ndio kakosa goli, lakini mechi zote alizocheza zote amefunga magoli. Kwa hiyo kila mechi na mechi za ligi zote, mechi zote, kila mechi amefunga nini? Amefunga goli. Vipi, aendelee kuja au akawie? Nani mtani, mtani mpira uwe, aendelee kuja au akawie? Bahati yao, ngoma imesogezwa mbele, ligi inaweza ikasimama mpaka tarehe kumi <laughs> na tatu, na wajue kabisa Diara ana mechi tano na vile vile anafungiwa wachezaji uh wote -huh. Watafungiwa kwa sababu hawana nidhamu, hawana adabu na kwa Simba hii hata eh, tuambiwe mechi kesho na wanaogopa sasa hivi eh, wanaombea dirisha dogo lifunguliwe wafanya usajili, sio hawa. Kinadombia dombia hawa akili tawkaa, sawa kinadombia dombia hawa kinakoma, hamna watu. Hamna watu ukimchukua Morris Abraham ukimpeleka kwa upande wa pili hakuna, hakuna. nani akumweka benchi? Morris Abraham ni sawa sawa na wachezaji watatu wa Yanga <laughs> ni wachezaji watatu wa Yanga. Kile ni chuma kikali moto. <laughs> yule mchezaji kumbuka, hajacheza mpira Tanzania hapo. Kwa mara ya kwanza anacheza mpira ndani ya nini Tanzania hii akiwa anaitumikia Simba Sports Club, ile ngoma imetoka Serbia. Umeelewa? Leo ninapozungumzia mwalimu Suleiman, mwalimu ametoka Wydad Casablanca, amecheza mechi ya Manchester City na Wydad Casablanca, yani Guardiola anawahimiza wachezaji wake wakabe, wewe gundo gani kaba kaba, mwalimu huyo asiri ina <laughs> wachezaji wa mchezo mchezo, si hatuna wachezaji wa mchezo mchezo mchezomchezo. Wachezaji wametoka Ulaya, wamekuja kwa ajili ya kuleta kombe la, la Afrika hapa Tanzania mm. ndio maana wamekuja wamekuja kwa special tax. kwa ajili ya nini? Kwa, ya kwa ajili ya kuleta kombe la nini la klabu bingwa hapa barani Afrika. E, bwana kwa kulimalizia, jana niwashuhudia experience wakitoa sare Simba Sports Club wanaendelea kwa mwenendo kama hivi navyoona, pengine hizi kuna tochi ya kijani ambayo mnatoa kwenye mwenendo mzima wa kundi lenu la klabu bingwa barani Afrika wote what, what, what I told is Simba fans. Sawa so, eh? Kwamba sisi ndio timu ambao tunavunja falme za timu kubwa zote, si umenelewa? Sisi elfu mbili na tatu tumevunja falme ya Zamalek ya Misri, si umenelewa? Tumevunja Zamalek nani, falme ya Zamalek ya Misri T tisini na sita tumevunja falme ya Santosi ya South Africa, si umenelewa? tumevunja falme za nani za Wydad Casablanca, Wydad Casablanca. Mnamwona kasa kwenye klabu bingwa sasa hivi, nani kavunja falme wa Wydad Casablanca? Ni Simba Sports Club. Na huyu Esperance de Tunis, nao tunaenda kuvunja falme wao. Haendi robo finali msimu huu, haendi msimu huu, neno moja <laughs> kwa watani. Kwa kumalizia, kesho anacheza yani, wajiandae sana yani, wajiandae sana sawa. Hiyo nafasi ya tano wanaoitaka Simba waipati, waipatingo kwa kumalizia, ni kweli ukimwona Yanga Africans anaongoza kundi ujue Simba hajacheza. Eh, e, Simba hajacheza, si tumecheza mechi tatu tu, kuna watu ashacheza mpaka mechi sita mpaka sasa hivi. lakini anaongoza ligi na tuko kileleni tuna mechi tatu tuko kileleni, tuko kileleni. <laughs> Asante.